Mtibwa amepanda daraja jana, tunawatoa naye sare, tunaenda mechi ya kimataifa. Kimataifa tunachezaje? Mpira namna hivi, tunataka kufanya nini nini? Mimi shida kubwa tofauti kwenye klabu ya Simba ipo, watu pita ipo anatoka huyu anakuja huyu Matoleo huyu anarudishwa huyu mm. Tuache huwa mpira yaani mpira wande. Wachezaji wao blaza. Hatuwezi kwenda kimataifa. Timu sisi ndio tunaumia. Timu ya kawaida sana. Yaani sisi ndio tunaumia. Sisi hatuna kadi lakini tunaumia. Tunaumia sana tunaenda kucheza mechi ya kimataifa kesho yeah. Tunaenda kuchezaje yeah. Mpira namna hivi yeah. Kama tokana Mtibwa ametoka kutoka daraja darajani jana amepanda. Tunacheza na hivi. Unaweza kucheza mechi ya kimataifa kweli? Sio Simba hii. Mimi na kikosi cha Simba niko ninayo mpaka sasa hivi nyumbani kwangu, kikosi cha Simba za zamani. Kipo, ndio tutafikia kikosi kama kile, sio kikosi hiki Simba, sio Simba. Sio Simba. Sio Simba. Simba kubwa ni vitavoti wa viongozi wa Simba wachane na kufutia, mmewanyia watu. Leo hii mimi narudi mtani pale, mmewanyia watu. Leo hii sura yangu ndio iweka wapi? Simba gani sasa hivi? Lakini la Januari na sajili tume. Sasa dirisha dogo, sasa tumefanya dirisha dogo eh. mchezaji upi ambao anatikisha aliosajiliwa sasa hivi ambao unamuona wewe, hata wewe mtangazaji nikuulize wewe hapo. Mchezaji upi ambao unamuona kabisa ni tishio? Mashine sawa watu hiyo mashine mdomoni, mashine ziko nyingi, kuna nyingine zinasaga na kukoboa. Sasa hii mashine gani? Mashine kusifiwa tu, mashine kusifiwa, nani amemtafuta? Yaani bado Simba sisi yani Blaza, yani unajua mimi naumia ni kiasi ambacho ni kiasi ambacho hata kujielezea kuye, kuye, nashindwa kwa sababu Simba inaumiza Blaza kwa sasa hivi yeah. Hii sio timu ya kutoa draw hata wewe mwenyewe ukiangalia Mtibwa yeah. Mtibwa kweli, wewe ukatoa draw na Mtibwa kweli yeah. Eh, ambao kama JKT hapa kwenye uwanja hii Mtibwa ingekula hata kumi, JKT unavynavyocheza JKT wewe yaani ni yani Mtibwa yeah. ah, acha tu Blaza, liache